Okay, karibuni sana. Sikia na changamoto yoyote ile ya magonjwa ya moyo, karibu tumie Redikofi, lakini ni nzuri zaidi kwenda kuondoa lehemu ambazo zimegandamana kwenye mishipa ya damu na kulinda afya nzima ya magonjwa ya moyo. Leo hii unajipatia Redikofi ambayo itakupatia faida nyingine kedekede, kiwepo kusaidia mfumo mmeng'enyo ya chakula unakaa sawa na, kasa, na, na ongeza oksijeni kwenye damu, ila pia ukiwa na changamoto nyingine za seli mwili kuchoka mara kwa mara, karibu tumie Red Coffee kutoka kwenye Edmark. Mimi leo nenda kutumia Red Coffee. Okay see, karibuni sana, ukisikia una changamoto yoyote ile ya magonjwa ya moyo, karibu tumie Red Coffee, lakini ni nzuri zaidi kwenda kuondoa lehemu ambazo zimegandamana kwenye mishipa ya damu na kulinda afya nzima ya magonjwa ya moyo. Leo hii unajipatia Red Coffee ambayo itakupatia faida nyingine kide kide kiwepo kide, kusaidia mfumo mmeng'enyo ya chakula unakaa sawa na, na, na kuongeza oksijeni kwenye damu ila pia ukiwa na changamoto nyingine za seli, mwili kuchoka mara kwa mara, karibu tumie ile Red Coffee kutoka kampuni ya Edmark. Mimi leo hii kutumia tumia e